Hipo hiyo haki ndio yayondoke, asema wa kullu bid'atin balala, na kila uzushi ni upotevu wa balala tu. wa ahluha fi lnari, na upotevu na watu wake ni motoni, sawa so. Wa qala Ahmad ibn Hanbali rahimahullah na

Misingi ya sunna kwetu ni kushikamana na kile ambacho alichokuwa nacho walichokuwa nacho maswahaba wa mtume wa Allah. Hiyo ndio usulu sunna, usulu sunnati indana, misingi ya sunna kwetu, atamassuku ni kushikamana bima kana alaihi ashabu Rasulillah, wote kushikamana nacho kile ambacho juu yake walikuwepo maswahaba wa mtume wa Allah. Kama kuna jambo walikuwa nalo basi tushikamane nalo jambo hilo. Kama njia kwa ujumla walikuwa nalo basi tushikamane njia tushikamane na njia hiyo hiyo. Ndio sunna, Imamu Ahmad rahimahullah anafafanua na anafundisha kwamba hii ndiyo misingi ya sunna kwetu sisi. Imamu Ahmad rahimahullahu taala ni mmoja katika wale maimamu wanne waliokuwa mashuhuri, walio na wafuasi wengi wa madhhabu ya kifiqhi maimamu wako wengi lakini hawa wanne wao wana wafuasi wengi. Nimekuwa, imekuwa kama wanakaririka hawa tu na wanatajwa hawa tu katika vinywa mtu akizunguka, imamu maliki akizunguka, imamu shafii akizunguka, imamu ahmadi akizunguka, imamu abu hanifa. Lakini maimamu wako wengi, maimamu wa uislamu wako wengi, lakini hawa wanne Allah amejaalia kupata wafuasi wengi katika madhehebu zao za kifikri. Kwa hiyo imamu huyu rahimahullah, yeye asema kwamba sunna ina misingi na misingi yake kwetu ni kushikamana na yale ya masahaba ndio sunna sasa. Kwa hiyo sunni, mfuata sunna, mtu wa sunna anatakiwa ashikamane na yale waliokuwa nayo maswahaba, ndio mtu wa sunna, anazungumza imamu. Kwa hiyo akitokea mtu sasa, yeye akisema ah, bana, mimi nafuata sunna, lakini kwa vile ninavyoona mimi menda kinyume na kauli za maimamu au kauli ya imamu, tubaki na huyu kwanza tunayemsoma hapa, tuachane na wengine tubaki na huyu amekwenda kinyume na kauli ya nani? Ya imamu, ambaye yeye anafahamu sunna, bali ameitwa imamu ahli sunna fi asrihi, kwenye zama zake. Huyu ni imamu wa ahli sunna, imamu wa watu sunna, anasema

au kuwafuata wao, lugha nyingine eh? Lazima tuwe nyuma ya maswahaba, tunawageza tunawafuata, ndio sunna hiyo. Huu ni msingi anautaja imamu Ahmad rahimahullah, ni msingi huu katika misingi ya sunna Lazima uwe nyuma ya maswahaba, unafuata kwao. Wamekanyaga mguu, unasubiri atoe yule mguu, ananyanyua, unakanyaga wewe. Anakanyaga mguu wa pili, ananyanyua, unakanyaga wewe, unafuata kwao. Wao unapita kwenye chochoro zao, unapita kwenye mabonde yao. Akina nani maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam? Ni nini hiyo? Ni sunna hiyo. Kwetu sisi sunna ni hivyo. Kwa hiyo kwetu sisi sunna sio kule wewe kuchukua kitabu cha Qurani, kuchukua hadithi ukasoma, afu kasoma na mimi nafuata sunna, wakati huo maswahaba sasa wapita kungine na wewe wapita kungine, hiyo haitakuwa nini, haitakuwa sunna kwa sababu umeacha misingi ya sunna tunamwelewa Imam asema watariku lbidai na kuacha kuzua, kuacha bida. Watariku lbidai na kuacha bida. Kwa hiyo haiwezekani kwa wewe wasema wafuata sunna alafu auache bida a. Ukiwa wewe unafuata sunna unatakiwa uwache bida. maneno ya nani? ya imamu rahimahullah. Mtu mmoja hawezi kuwa yeye ni mtu wa sunna na yeye ni mtu wa bida. Ukiwa mtu wa sunna, unatakiwa uache bida. Hizi bida zinatakiwa ziache, na zipo ndio maana imamu anasema ziacho, zipo sawasawa. Wewe mwenyewe ndio mzushi wazua, yuko wa, wa zua, au yupo aliyezua wewe waendeleza, wewe wafuata, yote mawili haifai. Sawasawa uzue mwenyewe au wazue mwingine, wewe wafuata kile alichokizua, vyote vinatakiwa kuacha. Tuache bid'ah, tuache kuzua ili tuwe Ahlu sunna. Tunaelewa vizuri, wa kullu bid'atin fahiya dalala, anasema na kila uzushi basi nini, ni upotevu wa uzushi. Hakuna uzushi ambao ni kheri, uzushi wote ni upotevu. Tumeelewana eh?